Swala la ardhi nadhani kwenye hotuba yangu ndani ya baraza nimezungumza, na kwenda mimi binafsi kwenda kuangalia tatizo la ardhi kwa watu wetu. Eneo la mkoa wa Pwani hasa Kibaha ni eneo ambalo ni la uwekezaji mkubwa wa viwanda, viwanda vingi vinapatikana katika maeneo yetu, lakini ninachokwenda kuangalia ni kuweka mazingira mazuri kwa wananchi. Kwa yoyote katika nchi yetu anayetaka kuwekeza katika viwanda, karibu katika mkoa wa Pwani. Na swala la ardhi ninakwenda kusimamia mimi mwenyewe, kwenye swala la ardhi nitakwenda kusimamia mimi mwenyewe na kutatua migogoro nikishirikiana na mheshimiwa DC pamoja na mkuu wa mkoa tutakuwa pamoja kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wasiporwe ardhi zao, lakini pia watendewe haki katika umiliki wa ardhi zao. Kwa hili nakwenda kuhakikisha kwamba kila mtu anapata haki yake inayomstahili. kwa nimelifuatilia baraza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini mwishoni, nimelifuatilia wakati mwenye meya anavyofunga baraza katika maneno yake kwenye idara ya ardhi hii dala ya aridhi ina changamoto kubwa. Kwa hiyo kama amesimama msimamo huo, basi tunamwomba mstahiki meya ahakikishe yale yote anayosema anaenda kusimamia aende kusimamia, maana bado tuna imani na yeye, meya wetu, kwasema atapokea rushwa atafanya kitu chochote, basi aende kusimamia na hususan kwenye maeneo ya miundo mbinu. Kwenye maeneo ya miundo mbinu, barabara nyingi mbovu, kwa hiyo waindo wakasimamie barabara za mitaa, manake hii dira kuna maeneo mengine hakuna maji, waende wakasimamie maji. Kuna maeneo mengine hakuna umeme, basi wakahakikisha umeme maeneo yote yanapatikana. Sina maeneo mengi tu, lakini hotuba yake ni nzuri kwenye kitengo cha ardhi pale. Kwa hiyo hili ardhi ndio ina changamoto ndani ya ndani ya mji wetu wa halmashauri ya manispaa ya Kibaha, kwa hiyo akalisimamie kikamilifu kama hotuba yake ilivyokuwa inaeleza kwenye swala la ardhi. Hapa ndio kuna changamoto kubwa kwelikweli, tutegemee matokeo makubwa sana na manispaa kukua kwa kasi ya ajabu, na utendaji wa watumishi kubadilika na kuwa utumishi uliotukuka na matokeo mazuri. Tegemea matokeo makubwa kwenye swala pia la ardhi, ambalo yamekuwa ni changamoto kubwa kwa manispaa yetu ya Kibaha, na najua kunaenda kufanyika mabadiliko makubwa sana kuepuka migogoro ambayo inaendelea mara kwa mara.